Kama wewe umeajiriwa usiweke nukta. Waajiriwa wengi sana hawataki kujiendeleza, hawasomi zaidi ya kile ambacho wanakifanyia kazini, ni muda tu wa kula bata. Inasikitisha. Wewe umesoma marketing, lakini mpaka sasa hivi, kweli pengine darasani hamkufundishwa vizuri au kusoma vizuri lakini, hujui hata kuendesha mitandao ya kijamii, haujui chochote kuhusiana na digital marketing. Ukiwa kazini of course ni muda wa kuweza kuishi na kuendesha maisha, lakini ni muda sahihi kwako wewe, kijana kama mimi, mtu ambao una ambition za kupambana zaidi, kuongeza thamani zaidi ya kile ambacho unakifanya, au pengine kwenye kile ambacho unakifanya uwe bora zaidi, ili uweze kukuza kipato chako, kuongeza thamani ukiwa kazini, pengine wakati mwingine ukuze rank na uwe mkubwa sana kwenye ofisi yao. So, zingatia kufanya hilo kwa sababu, moja ya kitu ambacho waajiriwa wengi sana wanakifanya ni kuamua kuweka pembeni kila kitu kinachohusiana na kusoma na kuendelea kuenjoy tu akiwa kazini.